Katika tukio lililozua mjadala mkali mitandaoni, Waziri wa Usalama wa Taifa la Israel Itamar Ben-Gvir amerekodiwa akiwapatia Wapalestina amri za kubomoa nyumba zao kwa mikono yao wenyewe, akisema makazi hayo ni haramu kisheria. Tukio hilo lilitokea katika eneo la Negev na Naqab kusini mwa Israel ambapo jamii ya Wapalestina na Wabeduini wamekuwa wakiishi kwa miongo kadhaa. Video iliyosambazwa na chanzo cha Eye on Palestine inaonyesha Ben-Gvir akiwa amezungukwa na walinzi wa polisi na wanajeshi akiwakabidhi wakazi hati za amri ya kubomoa nyumba zao. Akiwa na kiburi cha kisiasa, alisikika akisema this is illegal housing. Wakazi wengi wa Negev ni wabeduni wa Kiarabu, raia wa Israel, wanaoishi katika vijiji ambavyo serikali haivitambui rasmi, hivyo majengo yao huchukuliwa kama yasiyo na kibali. Kwa muda mrefu, serikali ya Israel imekuwa ikibomoa nyumba za jamii hizi, ikidai kuwa zimejengwa kinyume cha sheria. Wakazi hao kwa upande wao wanasema serikali inakataa kutoa vibali vya ujenzi, jambo linalowalazimisha kujenga bila idhini ili wapate makazi yao. Ben-Gvir anayejulikana kwa misimamo mikali dhidi ya Wapalestina amesema hatua hizo ni sehemu ya juhudi za serikali kuhifadhi ardhi ya taifa na kuzuia wizi wa ardhi ya umma. Tangu achukue wadhifa wake, idadi ya wa operesheni za kubomoa nyumba katika Negev imeongezeka kwa zaidi ya nusu, huku baadhi ya familia zikibaki bila makazi wala fidia mashirika ya haki za binadamu nchini humo yamepinga vikali hatua hizo, yakisema ni unyenyesaji unaolenga jamii ya Kiarabu pekee na ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa mujibu wa mashirika ya ndani, zaidi ya familia 500 katika vijiji vya Wadi Al-Khalil na maeneo mengine ya Negev zimeathiriwa. Watoto wengi wameachwa bila makazi wala shule, huku serikali ikipuuza wito wa mashirika ya misaada ya kibinadamu kutoa suluhisho mbadala. Hatua hii imekosolewa vikali na mashirika ya haki za binadamu kama Amnesty International na Human Rights Watch yakisema ni sera ya kibaguzi inayolenga jamii maalum kwa misingi ya utaifa. Mashirika haya yameitaka Israel kusitisha mara moja ubomwaji wa nyumba za raia na kuheshimu haki za wakazi wote wa, wa Negevu bila upendeleo. Tukio hili limebuka wakati mvutano kati ya Wapalestina na Israel ukiendelea kuongezeka katika Ukingo wa Magharibi na katika ukanda wa Gaza. Ben Gavir ambaye ni mwanasiasa wa chama cha mrengo wa kulia amekuwa akitumia matamshi makali dhidi ya wa Wapalestina, na anajulikana kwa msimamo wa usalama kwanza unaokinzana na haki za kiraia za jamii za kiarabu nchini humo. Tukio la Ben-Gvir kugawa mwenyewe hati za kubomoa nyumba ni ishara ya jinsi migogoro ya ardhi na utambulisho inavyozidi kuathiri uhusiano wa Waisraeli na Wapalestina ndani ya mipaka ya Israel. Wakati serikali ikisema inalinda sheria, mashirika ya haki za binadamu yanaona hatua hiyo kama kampeni ya kufuta uwepo wa jamii za wabeduni na Wapalestina katika Negev.